Wewe, nasema Daktari, samahani, mimi nimekusikiliza leo. Mimi hiyo changamoto ya uke kukosa joto ninayo, na si muda mrefu kunitokea, ni kama mwezi sasa, lakini mimi nipo mwenyewe, mimi mwenyewe mpaka najua kabisa hapa joto hamna. Mpenzi wangu tulikuwa tunafunga mpaka goli tano kwa usiku mmoja lakini sasa hata raundi moja harudii. Maana yake anaishia raundi moja halafu harudii, ndicho alichokuwa anamaanisha akanambia, hajasema dokta lakini najua shida ni hiyo, maana najisikia kabisa baridi. Je, unanisaidiaje? Okay. Ah, karibu mwanafunzi wangu ambaye unaendelea kunifuatilia masomo haya hapa kwa kina zaidi, lakini unajifunza mengi: elimu ya mahusiano, elimu ya afya, changamoto za magonjwa ya afya kama haya ambayo wengi wanapitia, sasa pale katika chaneli yangu ya YouTube. Ukienda katika chaneli yangu ya YouTube, andika sababu ambazo zinaweza zikampelekea mwanamke mwanaume kupoteza hamu ya tendo la ndoa. Ukienda katika chaneli yangu ya YouTube ya Kuboja Joseph, nenda YouTube, andika kwa herufi kubwa, uh, in capital letters, Kuboja Joseph. K U B O J A Kuboja Joseph. Ukienda pale, andika sababu zinazompelekea mwanaume kukosa hamia tendo la ndoa, sababu zinazompelekea mwanaume kukosa hamu ya tendo la ndoa. Nimejibu swali la huyu dada kwa upana zaidi